Lakini pamoja na hayo uongozi, uongozi ni wote, mheshimiwa mwiguru mchemba hapa au mama Samia Suluhu Hassan ana mwenza wake, na hata sisi wabunge tuna wenza wetu. Tunapongeza sana wabunge hawa wenza wa we wabunge, wenza wa daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kwamba anamsaidia kwa hali na mali ili mambo yake yanakwenda vizuri. Nataka na niwaambie mama Samia ni rais, pamoja na urais wake anazungukwa na watu walinzi chungu mzima, lakini ikifika usiku anaenda kulala. Akishaenda kulala anamtegemea manza, kwanza anamtegemea Mungu na mwenza wake ndio anayeweza kumfariji hata kama akiwa na, na, na, na misongo Hongera sana wenza wa viongozi, hongera sana wenza wa wabunge kwa kusaidiana na wabunge hawa. Endeleeni kufanya hivyo, tunawategemea sana.